Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidia Allah subhanahu wa ta'ala kwa sifa ambazo zinazoendana na utukufu wake na ukubwa wake Allah subhanahu wa ta'ala, rehma na amani zimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nachukua fursa hii kukuhusieni nyinyi

Enyi ndugu zangu katika imani, likulli qaumin waratha walikulli qaumin salaf. Hakika kila umma tokea dunia inaungwa kumepitiwa na umma nyingi sana, lakini kila umma kuna watu wa aina fulani na watu hao zama zinazofuatia huwa zina warithi wake, kana hunaka suhar min qabl. Kabla ukisoma historia utakuta kuna historia ya kuwa kuna watu walikuwa wachawi, lakini wamerithishana, wakarithishana, mpaka leo bado watu wenye kufanya kitendo hiki cha kuroga wapo na pengine wataendelea kuwepo kwa sababu wanarithishana, wakana hunaka atqiya lakini, pia kulikuwa kuna watu ni wema wacha Mungu. Qurani inatuelezea bali mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anaeleza ya kwamba katika zama zilizotangulia kuna watu walikuwa wacha Mungu kweli, wa wacha Mungu na hao wanao warithi wao wameridhishana wameridhishana. Mpaka leo, katika dunia yetu ya leo, wapo ambao bado wana hofu na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia, katika zama zilizotangulia, kulikuwa kuna watu wenye sifa ya wizi, kuna watu wenye sifa hii, kuna watu wenye sifa ya zinaa, kuna watu walikuwa na sifa mbalimbali mbali. Kila zama zinavyozidi kwenda Hawa watu hawapotei moja kwa moja duniani wakaisha, kwa sababu wanaridhishana na tabia huwa zinarithiwa. Sasa katika wema waliotangulia, Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku moja amekaa na masahaba ridwanullahi taala alaihim, akawapa kisa

Kisa ambacho lau aqalnahu watabarnahu waamalna bihi au amalna biha kana khairan wa saada fi hayatina. Kisa ambacho lau tukikichukua kama kilivyo tukakizingatia na kukiweka katika maisha yetu na kukifanyia kazi, wallahi tutaishi maisha ya saada katika dunia na akhirah tunaomba Allah subhanahu wataala ajalie kiwe ni chenye kuzingatia katika moyo na kuingia katika mioyo mingine. Qur'an, Allah subhanahu wataala ndani ya qurani anasema, hakika imekuwa katika visa ambavyo vya wale waliotangulia, ibratan liulilalbab, ni mazingatio kwa watu wenye akili timamu.

anafanya biashara, wakati mwingine anapata faida, wakati mwingine anapata hasara. faqala yauman uridu tijaratan la khasarat fihi, mimi nataka kufanya biashara, biashara ambayo haina hasara ndani yake hata moja. fatakhadha soumatan, huyu bwana akajitenga, akatoka katika biashara aliyokuwa anaifanya Akaenda akajitenga katika sehemu ya peke yake, fatakhadha saumatan, akajenga kajijengo kakijumba pekee, akawa anaishi huko peke yake huyu bwana. Siku zimetembea, siku moja mama yake akaja kumwona mwanaye kule ambapo alikokaa, akawa kazi yake ni moja tu

Allah subhanahu wataala anakwambia ni kuambieni biashara ambayo haina hasara ndani yake, na itawaoeni nyinyi kutokana na adhabu ya Allah subhanahu wataala, ni kufanya jambo moja tu, mnamwamini Allah subhanahu wataala kisha mnafanya matendo yaliyokuwa mazuri na mnatoa vile ambavyo Allah subhanahu wataala amekupatieni. Ili Allah subhanahu wataala tujalie tu miongoni wale ambao tunafanya biashara iliyokuwa nzuri. Ndugu zangu katika imani, huyu bwana akajiwa na mama yake akiwa katika soma katika kijijengo chake alichokaa mwenyewe akimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Faqalat aw fanadathu ummu, mama yake anamuita, ya Juraij, ewe Juraij. Wajadathu yusalli, alipokuja huyo mama yake anamkuta Juraij akiswali akimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Fasala nafsuhu Juraij, akawa anajiuliza aujibu da'wa ta ummi au kama jaa fi riwaya ummi wa salati. Akajiuliza hivyo ni mjibu wito wa mama, nimwitikie wito wake, au nibakie katika ibada ya swala mpaka nikamilishe. Mama yake anamwita ya mara ya kwanza, juraiji haitikii. Faqala salati, juraiji akaona swala ni bora kuliko kujibu wito wa mama yangu, akaswali

anamkuta kwa mara nyingine Juraij akiswali akimuabudu Allah subhanahu wa Ta'ala, anamwita ya Juraij, ana ummuka ya Juraij, unadika Juraij, mimi ni mama yako nakuita Juraij. Anauliza nafsi yake ummi wa salati. Mtume anasema fakhtara salatahu. Huyu bwana akajiuliza katika nafsi yake, niache swala niitike wito wa mama au ni endelee na swala mpaka atakapokamilisha. Mama atafanya hivyo kwa mara ya pili, mara ya tatu. Allah subhanahu wa ta'ala anamtahidi pia vile vile, mama anakuja kumwita, anamkuta Juraiji anaswali pia, akajikhiarisha nafsi yake akapendekeza kwamba swala ni bora kuliko wito wa mama yake. wa hadha min qillati alfiqh Juraij, na huu ulama anasema ni uchache wa elimu ya fiqh aliyokuwa nayo Juraij, kwa sababu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametubainishia ya kwamba ikiwa wewe au sheria inaeleza ikiwa wewe unaswali swala ya sunna, swala ambayo siyo ya fardhi ni ya sunna, basi ikiwa utaitwa na mzazi wako, yapaswa kuikatisha swala yako na kujibu wito wa mama yako, na kama ni swala ya fardhi umekusudia kuswali kurefusha katika kisomo chako, basi yapaswa kupunguza kisomo chako ili ukamilishe swala yako na kwenda kujibu wito wa mzazi wako. Jureyji hakuwa na fikri hiyo, yeye akapendekeza swala, akaona ni bora zaidi kubakia kuliko kujibu wito wa mama yake. Mama akakasirika, fadat lahu au fadat alayhi akamwombea dua mbaya fakalat, akasema allahumma, ewe Allah subhanahu wataala, ikiwa mimi nimemwita juraiji na amekataa kuniitika wito wangu fala tumituhu hatta yara lmuhmisati, Allah nakuomba usimfishe juraij mpaka apate dhambi au apate kuwaona almuhmisat apate kuwaona wanawake ambao ni wazinifu, wanawake ambao wenye wa kujiuza, wanawake ambao hawana wa maadili. Huyu mama amekasirika na kumwomba Allah subhanahu, subhanahu wataala amwadhibu Jureyji kwa kosa hilo. Ndugu zangu katika imani, mtume wetu Muhamadi sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi, miongoni mwa dua ambazo mtu akiomba hairejeshwi ni dua ya mzazi akimwombea mtoto wake. Mzazi akiwa na wingi wa kumwombea mafanikio mwanaye, wallahi biidhnillah wa kadri ya kadri ya Allah subhanahu wa ta'ala utafanikiwa sana na wallahi mzazi akiwa una mkera akawa na tabia ya kukuombea mabaya, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema dua yake hairejeshwi. Allah subhanahu wa ta'ala atapitisha vile ambavyo mama yako au baba yako amekuombea. Na hili ndivyo ambavyo ilivyokuwa Juraij baada ya kuombewa dua hii, fakana kana bani Israil, wale watu wanaoishi katika jamii ya Jurayj wakawa wanaitafakari na kuzungumza swala ya Juraij. Wakanu yatasahaluna an juraiji wa salatihi, wanazungumza kuhusu Juraij, wanaonea wivu kwa ibada ambazo wanazifanya. bali wengine ambao hawana hofu na Allah wakawa wanakasirika kwa ibada ambazo Juraiji anazifanya na wakawa wanatamani lau siku moja wamtoe katika ibada zile ambazo anazozifanya wamrejeshe katika maasia. Hii ametueleza Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Quran kwamba hata hawa ambao waliokufuru, waddu lau takfuruna kama kafaru fatakununa sawa, hawa ambao sio Waislamu na pengine Allah subhanahu wa ta'ala anawafanya ana wakasoma wakaitambua haki iko wapi, lakini masla maslahiyaniapaisha katika ukafiri. Wanatamani lao kama na nyinyi pia mngekufuru kama vile wao ambavyo wanamkufuru. Wao ni makafiri, nyinyi wote mkawa sawa katika kuingia katika adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe tusio miongoni mahao. Lakini pia si hivyo, si wao tu, bali wao wapo katika Waislamu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Quran, wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allah subhanahu wa ta'ala kwa mapenzi yake kwetu sisi anapenda kutusamehe, anapenda tubakie katika taa, anapenda tubakie katika ibada, lakini wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shawaat an tamilu mailan 'azima wale ambao nafsi zao tayari zimeshapotoka wako wow, katika maasi, na pengine ni Waislam, Allah anasema wao wanapenda mrudi. Antamiru mairan adhima, wale ambao wanaofuata shahawati matamanio ya nafsi wanapenda mrejee katika maasi. Ya nini? Na wao muwe sawa. Ukiwa na rafiki yako ambaye ni mvuta bangi, yeye kila siku anatamani wewe mwanawake, yani uwe pamoja wote katika kijiwe kuvuta bangi. Ndiyo maana ulama wakasema, tatamanna an-nisa'u zaniyat, wanawake ambao ni wazinifu. Yatamanna, wanatamani lau kanat an-nisa'u kulluhunna zaniyat, wanatamani wanawake wote duniani wawe na wao ni wazinifu, ili wote wawe sawa. Mwanamke ambaye anatabia mbaya, mwanamke ambao ni mwovu katika jamii akimwona mwanamke ambaye kavaa vizuri, anajistiri, anamtana mume wake, anamuheshimu mume wake, anaiheshimu dini yake, wallahi huwa anaumia katika nafsi yake, na anatamani lau kama akimpatia chansi siku moja amtowe katika paa. Ndio maana mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema tujiepushe sana na marafiki ambao ni waovu. Allah subhanahu wa ta'ala tuepushe na wale ambao waliokuwa ni waovu. Juraij akawa kashaombewa dua hii na mama yake, akajua tu, kwa sababu dua ya mama al kwa Allah subhanahu wataala, haina ijabu haina fazia. Allah anataka kuijibu dua yake, huyu Jureyji. Wakati watu wanajadiliana, kwa nini yeye anajifanya mcha Mungu sana? Kwa nini ametutenga? Kwa sababu sisi ni waovu? kwa nini kwa nini? Wakawa wanaumia kwa ibada zake. faqalat imra'atun, riwaya inasema mwanamke mmoja akasema, niachieni mimi huyo. In shi'tum la'aftinanna, ikiwa nyinyi mtanirihia, tukawa pamoja, tukakubaliana. Mimi niko tayari kumfitinisha, niko tayari kumtoa katika paa, niko tayari kumchafua na yeye kuonekana ni mtu wa kawaida tu kama unavyoonekana nyinyi. Na hivi ndivyo ambavyo walipo wao Wanatamani sana wewe na wao uwe sawa. Iwe Allah subhanahu wa ta'ala tuepushe kutokana na watu wao. kitu gani kimechotokea kwa Juraiji na mwanamke huyo? Alitumia mbinu gani ili kumfanya Juraiji atoke katika paa?

Huyu mwanamke alikuwa ni mwanamke mzuri sana ambaye katika sehemu ile na jamii ile hutolewa mfano kwamba katika wanawake wazuri yule pale ni nambari moja. Hakadha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Basi huyu mwanamke akatumia mbinu gani? Akasema, mimi nitamfuata kisha nitahakikisha nimshawishi mpaka nizini naye. Na hivi ndivyo ambavyo shaitani huwa anatumia namna gani ya kukupotosha wewe? Atatumia kukuachisha swala. Akiona hutaki kuacha swala, atakuacha amekushindwa atakutafuta katika wizi. Akiona wizi utaki, atakuacha atakutafuta ata katika njia nyingine, na pengine anaweza akakutafuta hata kwa njia ya zinaa. Akamtafuta mwanamke akakushawishi wewe, mtafute mwanamke uzini naye, akakukosa akamtafuta mwanamke akamshawishi yeye aje kukushawishi wewe mzini naye. Allah subhanahu wa taala atuepushe na watu waovu. Huyu mwanamke huyu akatumia chansi hii na fursa hii ya kutaka kumpotosha Juraij, akamfuata akawa namshawishi Juraiji. Juraij akakataa, Juraij akaepukana na vitimbi vya huyu mwanamke, lakini hakutosheka. Riwaya inasema kando wa Juraiji, kana rai alghanam, kulikuwa kuna mchunga mbuzi mmoja au mchunga kondoo Huyu bwana alikuwa na chunga karibu na sehemu ambayo Jureyji akifanyia ibada zake. Huyu mwanamke baada ya kumwona amemshinda Jureyji, akafashtakat ila rai alghadam, akamfuata yule mchungamuzi akamshawishi na kumwomba azini naye, faina mazanat, ma baada ya kuwa amezini naye fahamalat kubidie, akawa amebeba ujauzito. Baada ya kubeba uja uzito kile alichokuwa anakitafuta amefeli lakini amekipata kwa njia nyingine. fakanajitolio anna tilka alhimla, akawa anatangaza kwamba ule uja uzito liJuraiji ni, Juraiji, ni uja uzito wa Juraiji. Na hiyo kipindi hicho hoamaanasema ilikuwa mwanamke akibeba uja uzito haruhusiwi kutoka na kutembea, inatakiwa akae nyumbani mpaka ajifungue. Huyu mwanamke akawa nakaa kwake, kila mtu akija, we hujaolewa, bwana, ujauzito wa nani huo? Anasema ni ujauzito wa nani? Ni ujauzito wa Juraij. Kwalempola kumchafua Juraij, Abid Juraij. Ah, huyo ambaye anajulikana kwa uchafu wake, kwa uema wake, kwa ibada zake, ndio ambaye amekupa ujauzito? Anasema na Juraij ndo ambaye amenipa ujauzito huo. Dua ya mama tayari imeanza kufanyiwa kazi dua ya mama. Allah subhanahu wa ta'ala ameshaanza kuipitisha pamoja na uchamungu wa Juraij, lakini Allah subhanahu wataala anafanya au anapitisha maombi ya mama wa Juraij. Huyu mwanamke, fawaladat, ikafika muda akawa amejifungua. Baada ya kujifungua, riwaya inasema wakamchukua Mfalme. Mfalme anauliza liman, huyu mtoto ni nani huyu huyu? Huyu mwanamke anasema ni Juraij. Huyu mwanamke, huyu mtoto ni mtoto wa Juraij. Juraij aabid, yule Juraij mfanya ibada ndiye ambaye amezaa na wewe tena kwa njia ya zinaa. Naam, mwanamke huyu anakubali kwa lengo la kumchafua. Na hivi ndivyo ambavyo walivyoovu, yupo tayari atumie gharama yoyote ili kwa ajili ya kukuchafua. Ndugu zangu katika imani lakini Allah subhanahu wa ta'ala, siku zote huwa ni, ni mtetezi wa wale ambao wanemcha vema allah. Allah subhanahu wa ta'ala tujalie na sisi tuwe miongoni mwa wale ambao wanemcha Mungu. Jureyji akafuata, akafuatwa fi sumaatihi, akafuatwa katika kijengo chake kile, anaitwa Jureyji, yuko katika ibada, hataki kutoka, wakawa wamevunja ile sumaa yake ile, baada ya kuwa wamevunja kwa nguvu bil fuqus inasema wamevunja kwa shoka, wakavunja na jengo wa kakegale wakamtoa, wakampeleka moja kwa moja mpaka kwa mfalme. Baada paale, ma tefram, ya kufika pale, hina ma kanat tadhhab, kabla hajafika wakati anaenda, Allah subhanahu wa ta'ala anaithibitisha dua ya mama wa Jureyji. Anapita katika sehemu, anakuta kuna wanawake al-mumisat. Al-mumisat fassaraha al-ulama faqalu az-zaniyat, wanawake wenye wa wanawake wazirifu wamekaa pale, wachafu. Akapita Jureyji anawaona wanamshangaa, alikuwa anajifanya mchamungu sana huyu, kumbe naye yuko hivi, kumbe naye yuko hivi. Na wallahi akifanya kosa mtu ambaye anajikurubisha kwa Allah subhanahu wataala katika jamii yoyote, kosa hilo huwa linaenea kwa dakika chache na kila mmoja huwa analizungumza. Akikutwa leo ustadhi amezini Wal iyadhu billah, hili kosa litabebwa kwa uzito wake mkubwa sana na kila atakapopita tutamani afiche sura. Kwa nini amezini ule? Lakini mtu mmoja unimuni mtani akionekana amezini hakuna mtu anayemzungumzia kawaida yake ile. Hivi ndivyo ambavyo ilivyokuwa na hivi ndivyo ambavyo ilivyo. Jureyji anapita watu wanamsema, hajui kile ambacho kinatoelelea, ule ambao anasema alikuwa anashangaa kama vile ambavyo Aisha alivyokuwa akishangaa wakati wanafiki walipomtupia tuhuma za kwamba yeye amefanya uchafu wa zina, na Allah subhanahu wa ta'ala akamtaharisha. <sighs> Juraij anafika kwa mfalme, anaambiwa, wewe umezini na huyu. Juraij anamuuliza mwanamke yule, ni kweli mimi nimezini na wewe? Mwanamke anathibitisha, nam, huyu mwanao. Akasema dani usalli na ube ni fursa moja tu niacheni, ni swali raka mbili. Fadaa wakamuacha. Baada ya kumwacha waka Jureyji anaswali ya raka mbili, baada ya kuswali raka na mbili, namuomba Allah niokoe kutokana na mtihani huu, akamfuata mwanae yule, akauliza aina alwalad, mtoto mwenye yuko wapi ambaye anasema ni mwanangu. Fahudhur alwalad, mtoto kaletwa. Baada ya kuwa ameweka mtoto pale inasema "fakana yutinu ala batnihi juraiji", akawa tumia kidole chake kuweka katika tumbo la yule mtoto. Anamuuliza mtoto kwa sauti na watu wote wanasikia, man abuka, yule mtoto baba yako ni nani? Faqala alwalad, yule mtoto kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, akawa anatamka akasema, abi rai alghanam, baba yangu mimi si huyo ambaye mnayemsema nyinyi, baba yangu mimi ni mchunga mbuzi yuko huko koleni, ndio baba yangu huyo. Akawa ameokoka kwa njia hiyo, na Allah Subhanahu wa Ta'ala akawa waliomokoa mja wake kutokamana na tuhuma ambazo walizokuwa wamemtuhumu. Watu wanashangaa, wale walikuwa wamepanga njama za kumwaibisha na kumchafua wakawa wameimika wao, na hivi ndivyo ambavyo huwa ubaya unamrudia kwa yule ambaye alofanya ubaya. Allah subhanahu wa ta'ala waangamize wote ambao wanaotaka ubaya kwetu sisi. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumalizika jambo hili faanasema, na tunakuuliza aoataka Anas, bidhahabi tukujengee kale kajengo kako kule kakufanyia ibada tukujengee ka, ka tukujenge dhahabu, maana tumekabomoa kasema la, hapana tukujengee kale kasoma akako kajengo kako kule tukujengee kwa fetwa huyu anasema la, bali nijengeeni vile vile ambavyo ilivyokuwa mwanzo ibakie katika ibada. Na hivi ndivyo ambavyo ulama wakati wanastadili juu ya watu kurejesha qisas, yatakiwa mtu arejeshe thamani ya kile kilichoharibika au arejeshe kile ambacho kilichoharibika chenyewe. Hivi ndivyo ambavyo sheria ilivyo, isiwe mtu amekuharibia kitu cha thamani ya elfu ishirini unamwambia utanilipa laki mbili. Haitakiwi kuwa hivyo, inatakiwa kurejesha kile ambacho amechoharibu au thamani yake. Ndugu zangu, katika imani, katika kisa hiki, kwa kumalizia, tumejifunza mambo matatu au manne muhimu makubwa, lakini kuna fawaida nyingi. Faida ya kwanza tufahamu ya kwamba sisi Waislamu, sisi ambao tunajitahidi kuziendea ibada za Allah subhanahu wa ta'ala, wapo ambao hawapendezi na tunaoyafanya Unapotoa katika njia ya Allah sio kila mmoja anapenda. Unapoonekana kila asubuhi unaamka kwenda kuswali, sio kila mmoja anapenda. Unapoonekana wewe umedhibiti familia yako kutokana na mambo ya haramu, sio kila mmoja anapenda, na shaitani anatokia sana na kukasirika kwa hali hiyo. Kwa hiyo anapambana, na pengine anaanza kawatumia watu katika jamii yako kukutaka kukuharibu wewe, kukutaka kumharibu mke wako, kutaka kuharibu familia yako, kutaka bali kutaka kuharibu yale mambo mazuri mazuri ambayo uliokuwa nayo ila intabi ya ayuha almuslim, hivi kisa hiki kinatufunza tuzinduke sana na kuwa macho pale ambapo tunapokuwa tunaishi katika jamii. Anla tusahiba illa muminan, usisuhubiane isipokuwa na mtu ambaye mwenye tabia nzuri. Iwe Allah subhanahu wa taala tujalie tu miongoni mwa hawa. Lakini faida ya pili, kwa haraka haraka, ambayo tumeipata katika hadithi hii au katika kisa hiki ambacho mtume wetu Muhammad sallallahu wa alaihi wasallam ametusimulia, tumepata faida ya kwamba huyo Jureyji huyu aliona ni adhabu kwa yeye kutazama katika kutazama wanawake wazinifu, aliona ni jambo la dhambi ni jambo la karaha, ni jambo lenye kumuumiza, ni jambo lenye kumuudhi Allah subhanahu wa ta'ala, na ukawa ni mtihani mkubwa kwake. Njoo katika zama zetu za leo, hawa wanawake watazama, sisi wenyewe ndio tunawatafuta hawa wanawake hali zao mazingira yao, sisi ndio ambao tunawafuatilia na pengine tukafanyia na mpango namna gani ya kuwapata huku. Wale ambao waliotangulia walikuwa na mtihani mkubwa. Allah subhanahu wa ta'ala tutoe katika maafa haya. Faida ya nne au faida ya tatu tumefahamu kwamba dua ya mzazi kwa mtoto wake hairejeshi hivi, tuwe makini kuwafanyia wema wazazi ili watomee dua iliyo nzuri na Allah subhanahu wa ta'ala akajalia maneno mazuri yanayotoka katika kinywa cha mzazi wako ikawa ni dua nzuri kwako wewe, wallahi una faida kubwa. Ama wewe ukaona si lolote si chochote, kama ningewahi kuzalimwa ningekuzaa na wewe wallahi, utakuja kujuta katika maisha yako, ukaona mama wazazi si lolote si chochote. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tu miongoni mwa wale ambao tunawapenda na kuwatii wazazi wetu ili watoto wetu waje kutupenda na kututii. Lakini akhiran, mwisho kabisa, na faida ya mwisho kabisa ambayo ni katika faida ambazo zilizopo katika hadithi hii, hadithi ambayo iliyokuwa nzuri, tufahamu ya kwamba biashara iliyokuwa nzuri, biashara iliyokuwa bora ni sisi kubakia katika paa, ni sisi kubakia katika uchamungu